Watapo huku yoanguka chini, inaweza kuwa na maana ya kwamba unakosa udhibiti. Unakosa udhibiti katika maisha yako, katika shughuli zako za kila siku, katika kazi zako. Huenda unafanya jambo shughuli fulani au kazi yako zaidi kupita kiasi, au hata vile unafanya mambo mengi kwa wakati mmoja na hii sana sana, natumai pia inaweza waathiri wanaume, kwani wanaume husemekana hawana ule uwezo wa kushughulikia mambo mengi kwa wakati mmoja. mm -hmm. Na sasa tuangazie la pili, ina maana kwamba una hofu fulani ambayo uko nayo moyoni, inaweza kuwa ni hofu ya mambo ambayo inafanyika au hata vile ni hofu ya mambo ambayo unahofia huenda ikaja kufanyika. Na kufikia hapo pia basi, tunajiachilia moja kwa moja, tunaanguka katika ile ya tatu. Hii nayo ni ya ajabu kwani unaweza fikiria uotapo kila wakati ukianguka ni jambo baya, lakini la sivyo. Mm -mm. Unaweza ota pia ndoto ukianguka na iwe ina maana nzuri, kwani uotapo ukianguka pia inaweza maanisha unakuwa kuna ubadilifu mkubwa ambao unafanyika katika maisha yako. Sana sana huenda ni ubadilifu wa kimawazo <tik> na unapopata uhuru fulani katika maisha yako au katika kazi yako au katika kufikiria kwako, huenda umejinasua kutoka kwa utaratibu na mipangilio fulani ya kidini ambayo imekufunga mambo za kiutamaduni au kifilosofia, lakini unapojinasua kwa ile swala nzima unahisi uhuru fulani, unahisi umejiachilia unaweza ota ndoto huku ukijiona unaanguka, kama ishara kwamba umejiachilia, umetiwa huru. Haina maana kwamba lazima uwe utaanguka katika maisha au katika lile jambo ambalo unafanya au kuna jambo baya ambayo itakufanyikia. Huenda ikawa pia ni jambo nzuri ambayo inafanyika katika maisha yako na hivyo basi, kila wakati ni vema kujua ndoto ina maana gani. Ndio ijapo utaweza kung'amua ukweli kabisa. Huenda umevurugika kihisia tu, mm. na huenda imevurugwa na ile hali ya kuwa hauna udhibiti wa mambo, au unaogopa, au hata vile una ubadilifu unaingia katika maisha yako, na hivyo upatapo ubadilifu, tena ubadilifu mkubwa, lazima uwe na uvurugi kanchi wa kihisia, tena kimawazo. Na hivyo basi, kuna uwezekano mkubwa sana, tena zaidi, ujipate ukiota huku ywa mbingrika ukielekea